Kama Dkt Emanuel ambaye sijawahi kufaili hata siku moja. Kila siku nawambiaga, hii ni pilipili kichaa, hii ni pilipili kichaa kama unavyoiona jamani. Eh, angalia kwa makini, nawambiaga kila siku waga. Mimi na, na, na kazi moja tu, kuwafundisha muweze kupona, muweze kuwa imara jamani. Ulikuwa unajua hii dawa ni nzuri sana, hii pilipili kichaa ni dawa nzuri sana. Kwa wewe, ambaye, kwa wewe ambaye damu yako inaganda, unajijua kabisa una damu inaganda au haitembei, yani mapigo ya moyo hayaendi vizuri, tafuta mzizi wake na majani yake, saga juisi yake, tumia kunywa. Lakini sio hivyo tu, unakinga imeshuka imepanda, hakikisha unatumia hivyo hivyo, chemsha kunywa. E, ni dawa nzuri sana haya. Achana na hiyo, unajua kabisa kuna baadhi ya misuli mapigo ya moyo hayako vizuri, hakikisha unachemsha mzizi huu na majani yake kunywa, una uwezo wa kuchemsha au kusaga kama juisi, vyovyote inaenda vizuri na inafanya kazi vizuri e, lakini pia Unajijua kabisa unakaukiwa mate mdomoni, kuna wala ambao unakuta mate yao yani unakaukiwa sana. Hakikisha unafanya hivyo hivyo, kunywa, ni dawa nzuri sana. Mate yatakujaa mdomoni mpaka uwe kama mjamzito, sijui umenielewa. Fatilia vizuri sana, hii ni dawa nzuri vibaya mno. Haya, sio hayo tu, kuna wewe unajikuta mdomo wako mdomo wako unakuwa kama mchungu unakuwa kama na kiungulia unahisi, yaani kama kooni kwako kunauma kama unajihisi kabisa una vidonda. Hakikisha unachemsha huu vile vile, kunywa unachemsha, ni kutwa mara mbili, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Fanya hivyo utakuja kunishukuru sana jamani, e. Pilipili, pilipili kichaa ni dawa, pilipili kichaa ni dawa, pilipili kichaa ni dawa jamani. Ya, waga sijawahi kufeli hata siku moja. Kama unataka mate ya kujae, kama unataka kusafisha damu yako, unahitaji mapigo ya moyo yako yaende vizuri, safi kabisa, bila hata wasiwasi, hakikisha huu mmea ni muhimu sana kuutumia kwa wewe ambaye unajijua una hilo tatizo. Hakikisha una follow page hii kujifunza zaidi. Hakikisha una share video hii ionekane na watu wengi, ndugu zako, na baadhi ya wengine wote tuliopo duniani ni ndugu. Kwa hiyo hakikisha una share, hata kama umeiona wewe peke yako, wewe unaweza ukawa sehemu ambapo hamna, lakini utakapo share itaonekana na watu wengi na wataweza kujitibia wengi sana hakikisha